Hakuna namna yoyote, mheshimiwa mgeni rasmi, China ikashindana na Tanzania au mfanyabiashara wa, wa China akashindana na mfanyabiashara wa Tanzania kwenye hizi shughuli zetu za trading hizi, haiwezekani. China ni nchi ambayo uchumi wake GDP yake ni trilioni kumi na saba sisi GDP yetu nafikiri tuko kwenye 89 kama sikosei. Mwenye trilioni kumi na saba huwezi ukamshindanisha na trilioni tisa, lakini mfanyabiashara wa China anakwenda kwenye benki yake kule China, anakopa ati 2 percent interest Anawezeje kuja kushindana na mfanyabiashara wa Tanzania anayekwenda benki kukopa at 20%? Ni kitu ambacho hakiwezekaniki kwa namna yoyote. Halafu yule mfanyabiashara wa China yeye ni manufacturer kule, abaki kwenye nafasi yake ya manufacturing sisi tutakwenda tutanunua products, tutauza reja reja. Sasa yeye ana manufacture kule, yeye ndo mwenye meli, anasafirisha kwa meli yake, yeye analeta bandarini, anashughulika mwenyewe na mzigo, yeye ametafuta godown. huyo huyo anaingia mpaka kwenye rejareja, inakuwaje? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Makampuni, makampuni tunashindana na makampuni ya China. Unakwenda kwenye construction, mnakwenda kwenye tenda, wewe ni mtu binafsi eh? Unaenda kwenye tenda, unaenda kushindana na kampuni inayomilikiwa na, na serikali ya China, wapi na wapi? Kwa hiyo kuna vitu sisi, sisi wenzetu wale tunawapenda, japo kwenye biashara mnaga mapenzi, lazima tuwe tutafute namna. Tunawahitaji kama wawekezaji, waje tufanye partnership kama investors, lakini sio trader. Kwa sababu sisi jina la dalali hapa tumelipaka, tumelipaka matope, yaani linaonekana kama jina chafu chafu, dalali lakini akija mtu kwa jina la trader huyo yuko sawa. Mimi nafikiri hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, hili swala linatakiwa liangaliwe kwa kina, katika kuhakikisha kwamba wanawake walioko humu wengi wanakwenda China kufunga mzigo, wanaleta. Sasa watatoka huku wanakoleta mizigo, wataenda mpaka kufanya packing ya mangopiko, packing ya nini Parking ya, ya, ya, ya, ya karanga na vitu vingine. Tutajikuta sisi tuko nje ya fence. Tunakuomba sana mheshimiwa, hilo. Ngu